itwa Godfrey Michael Muhangwa ni meneja wa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi kanda ya Ziwa. Aa, kwa wazazi na niseme kwa Watanzania wote, hii dhana ya, u, ya, ya urembo awali ilikuwa inachukuliwa kama ni kitu ambacho ni cha, kama ni kitu cha aibu, ni kitu cha watu waliokosa kazi, ni kitu cha watu ambao hawana future, hawana maono, lakini niseme urembo masuala ya fashion, masuala ya designing ni ajira kama zilivyo ajira nyingine zozote, na ndio maana katika vyuo vya ufundi stadi hata na vyuo vya kati tuna vyuo ambavyo vinatoa mafunzo kama haya, na lengo ni kuwaelimisha watanzania waweze kujua kwamba mtu anaweza akapata kipato chake. Kwa majina, naitwa Anna Peter Lugunya, ni creative director na founder wa Anna Collection, lakini pia chuo cha ubunifu wa mavazi na ushonaji Anna Collection Fashion Academy kuwa na graduates kama 150 ambao ambayo amegraduate siku ya leo. Tumewapa ujuzi mkubwa ujuzi waku, mbali na ujuzi wa kukata na kushona, lakini pia ujuzi wa kibiashara e, kutumia mitandao ya kijamii, lakini pia elimu ya fedha waweze kuwafanyia kazi, kuondoa lile tatizo ambalo lilikuwa li, uh, lina kuwepo kwa muda mrefu kwao. Tunajaribu kutengeneza kizazi cha wabunifu na mafundi ambao ni wakweli, wafundi ambao wanaenda na muda, mafundi ambao wanathamini mteja na kumuona kwamba yeye ndiye bosi. Kwa majina naitwa Emel Damos Poyongo, ni mwanafunzi wa afa, nimehitimu darasa la creative. Kwa mimi mafunzo yangu nanatarajia kuwa designer mkubwa, na naamini nitaifanya kazi yangu kwa uaminifu mkubwa sana. Kwa majina naitwa Melisiana Leonard, mimi ni mwanafunzi kutoka chuo cha afa, nimejifunza mambo mengi katika darasa la creative na ninaamini nitakwenda kuyatendea yale niliyojifunza kutoka chuo cha Afa. Nitakwenda kuyate, kuyatendea haki huko niendako, mtaani. Nitakuwa kieleleza ubora kwa kuwakilisha chuo cha afa Mwanza. Chee ni mkuu wa chuo cha Nyakato VTC kinachomilikiwa na kanisa la The Free Pentecostal Church of Tanzania. Kime na kimesajiliwa na Nactvet. Sisi kama miliki tumeona kwamba ukitaka upate uh, uweze kuboresha chuo chako kwa uchumi, lazima uanze kufikiria mahitaji ya wakina mama ya wakina dada, kwa sababu hao ndio ambao ni wana, wana nafasi kubwa sana katika mitindo ya kila namna. Kwa mfano kama ambavyo wamekuwepo hapa a, mitindo ni ya muhimu sana kwa kina mama katika matukio muhimu, sherehe za kawaida, lakini pia wamekuja na idea nzuri. Kuna mahali wana sasa hivi, watu wanaokwenda kwenye sherehe za usiku wanapenda kutengeneza nguo zilizochanganywa na mbegu za matunda ambazo zinawaka kama taa.